Kwa nini kwanza unaona Chama cha Mapinduzi kimeamua kuja tofauti na ilivyozoeleka? Uh, nadhani wamechukulia wame uzoefu wa, wa, sana sana mwaka elfu mbili na ishirini katika uchaguzi ule, kwanza watu waliojitokeza kugombea walikuwa ni wengi sana. Uh, kuna baadhi ya majimbo watu walifika mpaka thelathini tena mpaka arobaini nadhani, hmm. Sasa uki, ukiwa na watu arobaini alafu ukawambia wote waende waombe kura kwenye ule mkutano ambao una uh, wajumbe wanapiga kura, inakuwa uh, kidogo ngumu kidogo, na mara nyingi sana unakuta mtu saa nyingine anapewa dakika mbili, eh, maximum dakika tatu. Kwa hiyo mchakato unakuwa mkubwa, lakini hata hivyo uh, kunakuwa na vurugu kubwa mkishakuwa arobaini mm. na mnataka nafasi moja vurugu yake huko mtaani kwa wajumbe anakuwa kubwa sana. Kwa hiyo nadhani wakaona labda wafanye mchakato wa kupunguza hii idadi kwanza. Ukishakuwa na watatu, ni rahisi kwa meneji na ni rahisi hata wajumbe, yaani kupata muda wao kuwa, kujinadi kwa wajumbe mm. yeah, na, na sasa, ili, ili kufikia mchakato ili kufanikisha hilo mm. Mchakato unatakiwa uanze mapema mm -hmm. Watu wachukue fomu mapema wapereke mm -hmm. Wakishapeleka chama kikae kiangalie mm. kwa kuangalia vigezo na kadhalika kirudishe majina ambayo ndo yata, yataenda kupigiwa mm -hmm. kura na wajumbe kwa mm -hmm. namna ambavyo eh, tumeshuhudia baadhi ya wabunge wa, wa mm -hmm. chama hicho hicho cha Mapinduzi mm -hmm. wanaona kwamba ni kama watabanwa kutimiza mm. majukumu yao ya kibunge kwa mm. sababu tarehe inayotangazwa Mei mosi mpaka kumi na tano ndio ukachukue mm. e, fomu, wao watakuwa bungeni, bunge litakuwa mm. lijavunjwa. mm. Kwa nini wanafikiria kwamba pengine watajibana? Inawezekana wasiwe. Mimi nadhani hofu yao kubwa ni kwamba kipyenga tayari kishapulizwa. mm. Kwa hiyo ina maana wale wapinzani wao ambao wanataka ile nafasi wanapata fursa ya kufanya shughuli za kisiasa huko, kwa sababu ni kweli ni bunge la bajeti sahizi, na wana majukumu makubwa sana wanatakiwa kuyafanya mm. Lakini huwezi kusema kwamba utashindwa kwenda kuchukua fomu uje uijaze haraka na kurudisha. Hofu kubwa ipo hapo mm. Aa, na kimsingi ni tulijadili kidogo, wachambuzi wa kisiasa mambo, wengine wanasema kwamba ah, watu walitamani hii ifanyike Uh, yani wakati bunge likiwa limevunjwa eh, na wameshapata kinua eh, mgongo chao <laughs> eh, <laughs> na hiyo inawapa confidence kubwa sana eh, namna ambavyo wanafanya shughuli zao kwa sababu kimsingi Uh, wabunge wanapendelewa sana au mchakato mm. Kwa mfano, hata akienda kuchukua form kule mbunge ana kanuni zinamruhusu kabisa kukutana na wajumbe na wanachama wengine mm. Eh, eh, na hata akitoa chochote inaonekana yupo kazini mm. Tofauti na watu wengine wanaokuja, kwa hiyo mm. Mimi nilikuwa nadhani labda pengine n yani hii hofu ya wabunge inakuwa fupi lakini inategemeana. eh, msikia hapa uh, mheshimiwa mmoja anasema ni zile kurasa mia tatu na tatu za ilani ya Chama cha Mapinduzi mm. Hofu nyingine inakuwa ni kwa kiasi gani watu wana, wana kureiti kule jimboni kwamba umetekeleza ilani mm. Kwa hiyo yeah, ho hofu uh, ni kubwa.